t kwa hiyo nituko vizuri sababu ilikuwa mpaka mwezi wa 12 kufika asilimia 50. Kwa hiyo tutafika vizuri nakuvuka, sababu mwenendo wa mapato ulikuwa huko vizuri katika halmashauri yetu. Nilisema nitoe hiyo sababu kwenye muktasari, waheshimiwa. Radio inafikia kuelewa yu, vizuri. Lakini ya tatu mheshimiwa mwenyekiti ni kwamba liondoka mkaacha mradi wa redio Chato FM Mradi ule umekamilika, redio ile itakuwa hewani wakati wowote wa ule. Ya Chato FM inaitwa sauti ya maendeleo. Sasa kwa sababu mheshimiwa mbunge alitamka kwamba chato za Chato ya maendeleo kwa ubunge watatu, na hata ile Chato FM imesajiliwa kwa TCRA inaitwa Chato FM stereo sauti ya maendeleo, kwayo itakuwa hewani wakati wowote wa ule, na i test ikawa inafanya vizuri sana. Kwa hiyo nawashukuru Mheshimiwa Mwenyekiti, na redio imejengwa kwa mapato ya ndani, kwa baraka zenu na mhulizia wenye kazi ambao wamefanya kwa katika eneo hili Mheshimiwa Mwenyekiti.